Ino you know, ni sauti ya Afrika. So kuna huyu ambaye ni mwandishi bora ama nitasema ni msanii kungwi bora ambaye yuko ndani ya Tanzania ambaye anajiita Ney wa Mitego, kwa jina lingine anajiita True Boy ama raisi wa kitaa ambaye aliweza kutoa nyimbo yake ambayo sasa iko na takriban siku mbili ambapo nyimbo hino imeweza kupendwa sana nchini Kenya aa, na vilevile vile pia nchini Tanzania na wale ambao nitasema ni wapinzani wa serikali kuu ambayo iko kwenye uongozi. Na nyimbo hii sana sana anaelezea ama ni kama anasifia vijana wa Kenya, ambayo ni vijana wa Gen Z na bado vile vile pia akiwapiga viboko vijana wa Tanzania, kwa kusudi ama kwa kuambia kwamba wamelala sana, wakati serikali ama wakati nchi ina dhorora. Na nikwambie tu nyimbo hii ya siku mbili hizi, nyimbo hii iko na takriban laki tatu na elfu thelathini na nne watu walioweza kutazama ile video na pamoja ile ambayo ni audio iko na takriban watu alfu kumi na tisa na bado vile vile iko trending number two kati ya kenya na tanzania asabanae nimekuweza kukuletea kukudondoshea mstari mmoja baada ya mwingine kuanzia mwanzo mpaka mwisho kile kitu ambacho nei wa mitego true boy ama rais wa kitaa ameweza kufafanua kwenye hino nyimbo na bana ye, I'm very much sure you gonna like it you gonna love it. Kama mimi nimeipenda kama mimi ambaye si shabiki, kwa michezo ya, ya ya, ya, nyimbo na nimeipenda, am very much sure ya kwamba wewe asilimia mia moja nukta moja nukta tisa, wallahi utaipenda, kwa sababu ameongelelea vitu ambavyo vinashika kati ya nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania vyote kwa pamoja, sio vitu vya Tanzania peke yake, na wala hakuimbia Tanzania peke yake ino nyimbo, ameimbia Tanzania na Kenya. Laiti angeongea kizungu kidogo, basi tungesema pia vile vile ndugu zetu wa kule Uganda na kwa Kagame pinao pia ambao hawa lewe Kiswahili baadhi yao wangeweza kuelewa. So alianza hivi ni raisi wa kitaa Ney wa mitego ama Truboy akakuja na mstari wake wa kwanza ambao alisema, mimi ndiyo mtoto wa Elibesti aka Ney wa mitego. Hapa alikuwa akituambia kwamba mama yake anaitwa Elibarike na vilevile pia yeye jina lake halisi ni Ney wa mitego, mtetezi mwenye maumivu ka nimeng'olewa gego, akimaanisha kwamba yeye ni mtetezi ndani ya Tanzania ambaye ako na maumivu ama anautetea nchi yake kwa maumivu, kambe kama ni mtu ambaye ameng'olewa jino la ukumwisho. Asa sikia yale maumivu ambayo uking'olewa hili jino, wapata maumivu gani? Asa yeye amefananisha maumivu yake na yule yule ambaye ameng'olewa jino la gego. Sina chama cha siasa na wahamisha, msiwe wajinga. Yaani yeye ya amesema kwamba hana chama chochote cha siasa, yaani yeye hayako CCM wala hako Chedema hako ODM wala hako ile chama cha utawala kule Kenya ambao kinaitwa UDA UDA. Na vilevile akaongeza kusema, mimi ndio rais wa kitaa niliyepita bila kuping, kupingwa. Yani yeye anajiita rais wa kitaani, ama yeye ni rais wa mtaani ambaye alipita bila kupigwa kura ama alipitwa, alipita ule urais wake bila kupingwa na yeyote. nadhani mnangoja nife mseme nimeomaliza mwendo salama waja kuna hiyo nyimbo ambayo mtu akifariki ama ambayo akisha fariki unasikia amemaliza mwendo wake salama aende salama, amemaliza mwendo wake salama so, hiyo alikuwa asema kwamba nadhani munangoja nife, mseme nimeumaliza mwendo salama. Na, na, na alikuwa sasa bado anaendelea kwamba mseme nimemaliza mwendo salama na alikuwa jasiri mwana harakati na mzalendo akimaanisha yani ya kwamba wakati yeye ashafariki ama watu wanasubiri afariki, alafu waje kwenye mazishi yake, waje waseme ya kwamba huyu mtu alikuwa activist, na bado vilevile vile alikuwa akipenda nchi yake na vilevile vile pia bado alikuwa ana ujasiri na kutetea nchi yake kwa kuzungumza kupitia nyimbo zake. Hivyo nivosema, akaongezea kusema kwamba sijawahi kukaa kimya mambo yanapokwenda kombo kwenye nchi yangu. Yani hajawahi kabisa kamwe yeye kunyamaza wakati anaona vitu vinaenda ndivyo ivyo kwenye nchi yake ya Tanzania, kisha ninyi, nishakamatwa, nisha nishapoteza michongo navu, na navutana, navutana na Basata, mmetulia mpo kando, yani akimaanisha kwamba kisa nyinyi nyinyi, yani kwa sababu yenu nyinyi wa Tanzania, ama kwa sababu yenu nyinyi vijana wa Tanzania nishakamatwa mimi na polisi nikiwekwa ndani, Ney wa Mitego yeye, na nishapoteza michongo, nishapoteza deals Yani hizi ni zile dizi kama mashoo yake ya kwenda piga ya shoo nje, ama kupata wale ambao ni masponsa, ili wamsponsa kwa kitu moja ama chingine, ama kuchukuliwa kupewa michongo yoyote ile, amesema amepoteza. Yani watu ambao ni wekezaji hawawekezi jini yake, na bado vilevile pia amepoteza marafiki kwa minajili ya kutetea, kutetea wananchi wake ama kuwa kando ama kuongelelea vitu ambavyo serikali havifanyi sahihi. Akaendelea akasema navutana na BASATA. BASATA ili ni shirika ama BASATA ni kamati ambayo imewekwa ndani ya Tanzania pale ambapo inalinda ama inashughulikia wasanii na vilevile vile, pia bado inaangalia wale ambao ni wasanii wa kurutu wanaoandika Uh, nyimbo ambazo haziendani na maadili ya pale ama wanaotunga tungo ambazo haziendani na maadili ya, ta, ya Tanzania ama wanaotengeneza video ama maudhui ambao haiendani na Tanzania hasa. Hiyo asema kwamba amevutana sana nao sana, kwa sababu ya kwamba kila maudhui ama kila nyimbo anaoitoa wanasema kwamba haifai, kisa na maana ameingilia serikali yake ya Tanzania. Tukumbuke ya kwamba Nae wa Mitego pia hata wakati wa Magufuli vilevile vile, pia alikuwa kikashifu serikali na mara nyingi sana za kuhesabu bao aliweza kushikwa, kufungiwa nyimbo nyimbo zake zikakataa kucheza. These are some of things ambao mimi mwenyewe najua ambazo amefanywa huyu jamaa. Mmetulia tu mpo kando, hamnitetei. Akaendelea akasema wadau wanajitenga, naonekana kinega. Yaani, wadau ni wale ambao ni masponsors, watu ambao kama ni Simba Sports Club, Yanga, wale hawamshiriki, hawampi deals. Anasema kwamba wamemtenga, anaonekana kama yeye ni mtu ambaye ananukia kinyesi. Okay, Nyimbo hazipigwi media, ni nyimbo hazipigwi redioni wala hazipigwi kwenye national televisions. Uh, akasema hivi, mnataka niimbe kibega? Kuimba kibega ni zile nyimbo za kawaida kawaida zile, nafikiri ninaelewa kibega hizo, eh yeah, yeah, okay. Ninyi ni wakina nani hapa? Alikuwa kama anauliza chorus, eh akiuliza, nyinyi ni kina nani? Vipofu? nyinyi ni vipofu. Viziwi? nyinyi ni viziwi. Mmekufa? nyinyi mmekufa. Mmelala? nyinyi mmelala. au nyinyi ndio bongo lala Huyu <laughs> ndo Ney wa Mitego. Ni Ney wa Mitego ka uliza hivi kwa sababu gani, nakuwa anasema kwamba kwa nini mumeniachia mimi peke yangu niwasemee? Kwa nini nyinyi hamuwezi mkasema? Kwa nini mmekufa? Ama hamuyaoni haya ambayo yanaendelea? Ama nyinyi ikina nani? Ama nyinyi ni vizii, hamsikii haya ambao wabunge anayoongea? Mmelala, hamjaamka, hamko macho, hamyaoni. Eh, au nyinyi ndio wale ambao tunawaita bongo lala. Haya ni baadhi ya maswali ambayo kwenye ile nyimbo Ney wa Mitego ameweza kuyauliza. Of which, kiukweli kabisa utaona ni vitu ambavyo pia vile vile vinafaa viulizwe ama ni nyimbo ambayo pia ni sawa ikuwe trending, kwa sababu gani ikuwe trending Kenya? Kwa sababu the same issues ambazo zinaongelewa hapa na Ney wa Mitego, some of them they are the same issues ambazo zinafanyika wapi? Zinafanyika 254, nchi ya Kasongo. Sina kadi ya Chadema, CCM, nikafanya nini? CCM ni Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala na Tanzania, ambacho kinaongozwa na mama hasa, Samia Suluhu Hassan ambapo anasema kwamba yeye hana chama hana kadi ya Chadema. Chadema ni opposition, uh, opposition chama cha opposition ambacho yule mkuu wao ama yule ambaye anakiongoza amewekwa gerezani sasa tunapoongea sasa. Hii yasema kwamba hana chama hana kadi ya chama cha mapinduzi, hana chama hana kadi ya chama cha Chadema CCM, aende akafanye nini? That is the question, ambayo alikuwa anauliza uh, dada yenu wa Marekani Kawasubihirisha ndege stendi hapa, alikuwa akiongelea kusimambi kimambi. Nafikiri haya mambo ya utekaji, mnachukua hatua gani? Hapa akiwa akiuliza serikali, haya mambo ya utekaji ambayo yanaendelea Tanzania, mnachukua hatua gani? kama siyo kazi yenu, mnadhani ni kazi ya nani? the same thing ambapo hapa, the same thing ambapo Ruto nakumbuka pia ndani ya Kenya alienda akaulizwa swali hili hili, akaulizwa kama nyinyi kama serikali mnasema kwamba sio nyinyi ambao mnateka wa watu, tuambieni basi ni kina nani ambao wanateka watu kwa wa, wa, sababu Ha, mjukumu la kulinda wananchi ili wasiweze kutekwa ni jukumu ambalo ni la serikali. Sasa kama nyinyi kama serikali mmesema kwamba watu hawatekwi ama sio nyinyi ambao mnateka watu, watu yama, atu, tuambieni ni kina nani wanatekwa na kwa nini jeshi la polisi haliwezi likazuia ule utekaji wa nchi ambao unaendelea? Acha nipate tama hapa samahani. Hey. Okay. Naongea na nyinyi na nyinyi ni watu gani? Mnanitangulia mbele mkigeuka siwaoni. Alikuwa akimaanisha kwamba naongea na nyinyi na nyinyi na nikina nani, kwa sababu mnanitangulia mbele. Mimi nawatangulia mbele, Ney wa Mitego anawatangulia mbele, akidhani kambe, kama nyuma yake kuna wenzake ambao wanatangulia pamoja, ili wende wakatetee jambo moja, lakini akigeuka hivi nyuma haoni yoyote ambaye anamfuata, anabaki peke yake na e, chochote kitakachotokea, e, yeye peke yake ndio anaumia. Okay, tuyaache hayo. Mbona mnasahau haraka yani? Tuyaacheni hayo yote ambayo niliongea. Kwa nini mnasahau haraka? Mnasahau nini? Hivi navyosema, wakiwaomba mitano hamwaulizi jumla mingapi? Mnataka tena yani, wale ambao ni uh, wanataka viti vya uongozi vya, vya ndani ya Tanzania ama ndani ya Kenya kwa ujumla, wakisha kuja na kutuomba uh, kwamba tuwape mitano miaka hino ya uongozi, hatuwaulizi ni mingapi ambao wanataka jumla. Ndio pale ambapo Kenya sasa hivi kumetoka msemo unaitwa one term, ikimaanisha one term kwamba ni msimu mmoja pekee yake wa rais William Samoei Ruto. Kwa sababu gani? Hakufanya vizuri hakufanya vile ambavyo wananchi walitarajia watafanya. Hamuulizi mnafanya nini, hamuulizi mmefanya nini, mliahidi nini na hamjafanya nini na kwa nini? Yani hapa alisema kwamba kwa nini hamuulizi, ya kwa nini, kwa nini hamwaulizi wakati wakishakuja kwenu, wakiomba kura, mmefanya nini na ni nini ambacho mmefanya ama ni nini ambacho hamjafanya na ni kwa nini? alafu kwenye ile video ya Mitego hapo utaona mama yake amejitokeza na akamwambia mama, akamwambia kama mtoto wake, "Mwanangu, kwa nini unaongelela sana watu wakati hawana shukrani? Kwa nini unaongelelea saa yote wakati hao pia wako na wazazi wao? Kwa nini unaongelea saa yote wakati wewe ukishikwa hawatakuja kukutetea? Ni kama mzazi alikuwa ana, ana advise mtoto wake anyamaze kimya, lakini leo Mitego akasema, kwamba "Mama, niache niongelelee Tanzania, mama niache niongelelee watu wangu, watakuja watanishukuru mbeleni." kila siku najiuliza nyie mpo kundi gani, Chedema ama Chama cha Mapinduzi? hmm. Kama ni familia watoto kila mtu anayo nyumbani okay. Tufanye uko na mke wako ndani, mimi na mama yangu nyumbani, tuone nani atasema hadharani. Daily mnalalamika eti uchaguzi haukuwa wa haki. The same thing happens in Kenya, kwamba each and every time once tukisha chagua raisi tunalalamika tunalalamika, tusema kwamba uchaguzi haukuwa wa haki. This is what is happening in Africa. Afrika nzima yani, ni kiasi sana ambao utapata watu ambao wanakubali ya kwamba uchaguzi umefanyika haki. Japo kundi lipo kubwa la Tanzania ambalo wengi hukubaliana kubaliana na uamuzi wa kile chama ama kile chama cha mapinduzi endapo kitakuwa kimeshinda. Uh, wawakilishi wanasema nini? Wakati hao ndio wafuasi, yani wale ambao ni wabunge ama wale ambao ni wa MP memba parliament, unatarajia wewe waseme nini? Wakati hao wenyewe ndio wafuasi wa ule uongozi ule ambao unaendelea. Na nyinyi mtafanya nini wakati kusema hamtaki? Na nyinyi ambao ndio wananchi, mtafanya nini wakati kusema kwenyewe makutamka kutamka kwenyewe hamtaki? Kuhusu Gen Z wa Kenya, hiyo ni Afrika nyingine Huno ndio msemo ambao Wakenya wamefanya ino nyimbo itrenda. Ni ya Kenya kwa sababu wamesifiwa hapa, wakaambiwa kwamba kuhusu vijana wa Kenya ama kuhusu wale vijana ambao waligoma Kenya kutetea, kutetea haki zao, wameambiwa kwamba hiyo ni nchi nyingine ama hiyo ni bara lingine, sio Afrika ambayo tuko nayo sisi. Kuhusu Gen Z wa Kenya, hiyo ni Afrika nyingine. Sisi hapa Tanzania tubishane na Simba na Yanga, nguvu na dawa za nguvu zake hapa inyamatu, matuka paatukana Tanzania, lakini okay, fine. Mimi si jamani, si maneno yangu, ay, naongia maneno yenye nyimbo, ambayo ino nyimbo inaitwaje? Nyimbo hii nyimbo inaitwa wakina nani, baina yao wa wamitego. Ukiingia pale kwenye YouTube, ukiangalia Ney wa Mitego wakina nani, utaiona ino nyimbo. Sasa tuendelee hapa. Amesema, amekuja akatueleza vizuri sana, nisipotee. Amesema tusibishane kuhusu jenzi wa Kenya, hiyo ni Afrika nyingine. Sisi watanzania tuendelee kubishana na Simba, tuendelee kubishana nani mkali kati ya Simba na Yanga na pesa ama na, na, na pesa za nguvu za kiume ama bei za nguvu za kiume. Watetezi wenu ndio mwanzo wanawaita kenge. Yaani wale, wale ambao ni ma MPs ama member of the parliament wa bunge kule, ndio wale ambao wanawatukana oya, oya mwanangu wa kitambo kitaa, fimbo ya mbali haiui nyoka. hapa nafikiri alikuwa anamwambia yule ambaye anaitwa Roma Mkatoliki ama Roma, ambaye pia vile vile alikuwa ni mwimbaji ambaye alikuwa ni mwanaharakati, ama nyimbo zake alikuwa kiziimba harakati kiwana, ama in activist way, in the way that alikuwa anaimba kukashifu serikali ya Tanzania, lakini baada ya kwamba alitekwa mara mbili tatu akaamua kuhama nchi ya Tanzania na kwenda zake United States of America, ambaye sahii anaishi kule Marekani, ambapo huyu jamaa alikuwa anamuita ama anamwambia kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka. Kwa sababu Roma amezuia kwamba anakashifu serikali sahihi kutumia mitandao ya kijamii ndio maana Ney wa Mitego kumwambia, fimbo ya mbali haiui nyoka, mwanangu, rudi uwanja wa vita nchini, rudi uwanja wa vita nchi, haikombolewi kwa Twitter. Nakubali. <laughs> hapa hapa tumeambiwa kwamba ama wale ambao wanajifanya kwamba kwa zile nchi zingine wanajifanya kila wakati hao ni matwitter wakiweka macomment kwa matwitter kwa matwitter blablabla, unaambiwa kwamba nchi haikombolewi kwa Twitter, nchi haikombolewi kwa Facebook, nchi haikombolewi kwa kwa TikTok, nchi inakombolewa kwa, kwa kupambana. Shemegi naye ni binadamu, akimwambia Roma kwamba kule alikokaa ajiwazi kabisa mke wake huku na pia vile vile ni binadamu, akamwambia shemegi naye pia ni binadamu, vyakula vya daa vina mafuta <laughs> Atamani mahaba ama shemeji atamtamani yule kujumiana mwakae pamoja kitandani kwa sababu ya vyakula ambavyo vinapatikana Dar es Salaam. Mnapenda umbea sana Watanzania, na viongozi wenu wanawajua ya kwamba nyinyi mnapenda umbea, ndio maana tukihoji vitu vyetu sisi wanaharakati tukihoji vitu vyetu sisi wanaharakati vinawaletea tukihoji vitu vyetu, ndio maana tukihoji vitu vyetu, wanaleta umbea kama kuharibu vile vitu ambavyo tunavihoji. Aha. Uh, mlisaliti Mange Kimambi kutoka United States of America, yule Mtanzania ambao Watanzania wengi sana hawampendi kwa sababu ile michambo yake. Huyu akaacha kuposti siasa, ona sasa anaposti udaku na connections za mapenzi kwenye application yake na pesa mwalipia. Mnavyopenda upumbavu hapa, akieleza kwamba Watanzania wako radhi kabisa watoe pesa kwa minajili ya kwamba waangalie hizi posti za udaku na posti za kuonyesha posti za kuonyesha, uh, connections za mapenzi na wanalipia wazi kabisa, lakini hawataki kuongelelea kuhusu siasa. So, ladies and gentlemen, hino nyimbo imepata imepata likes kibao sana na ikapata comments kibao sana na ukiangalia asilimia 60 za comment kwenye hino nyimbo, utapata kuna msemo ama kuna kitu imeandikwa no reform no election No, yani, no reform, no election ni msemo wa yule Tundu Lissu ambaye yuko pale gerezani, ambaye ndio mkuu wa chama cha Chadema, huyu ambao ameandika masharti yao ya kwamba no reform, no election, akieleza kwamba endapo kutakuwa hakuna mageuzi yoyote, basi tutahakikisha kwamba hakuna uchaguzi ambao utafanyika mwaka huu Tanzania. Na vilevile, asilimia thelathini na tano ya comment section pale ni ya Wakenya ambao wamekuja pale kusema kwamba Gen Z wa Kenya sio wa Afrika. Congratulations ya Mitego, wewe ni Mkenya, wewe sio Mtanzania, karibu Kenya. Na vile vile, bado asilimia tano za wale ambao wameshuka pale kwenye kudondosha comments zao ni za wale wapinzani, ama wale wa familia ya mama Samia, ama wale ambao wanaunga mkono chama cha Mapinduzi, chama ambacho kiko kwenye uongozi Tanzania. So ladies and gentlemen, haya sio maneno yangu, haya ni maneno ya Ney wa Mitego. Mimi nimekuletea karibu kuyafafanua kwa karibu na kwa kina zaidi uweze kuyasikia. Nyimbo yote ile imeimbwa, iko hapa tumeweza kuichambua moja baada ya nyingine, na tumeweza kukamilisha sote kwa pamoja, it is your release guys. This is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching guys. Till next time. Bye -bye. Kuna watu nawasikia huko wanajifanya wananijua. Jamani ndugu zangu ni hamnijui. Nawaambieni mtakuja kukumbuka na